Haleluya kanisa, haleluya watakatifu, haleluya mnaokwenda mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ninasimama mbele zenu nikimshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa sababu Mungu ni mkuu. Mungu ni wa kuheshimiwa. Mungu ni wa kusifiwa. Hata katika mambo magumu na mazito, Mungu bado anastahili sifa zake na utukufu wake na heshima zake. Yeye ndiye mwamuzi wa mwisho wa maisha yetu. Sisi wanadamu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yeye ndiye mwenye neno la mwisho. Kwa hiyo usikae hapa kwa kusikitika mpaka dakika ya mwisho. Chungaji alipokuwa anahubiri, alikuwa anatukumbusha sisi tulio hai ambao tuko hapa, tumepewa muda. Huyu kijana wetu, Mungu amemaliza na yeye hapa duniani. Sisi ni lazima tunapokaa katika jambo kama hili tujitafakari, tujifikirie kwamba itakuwaje sisi. Masudi amemaliza vizuri, ameaga vizuri, tunamwamini Mungu kwamba yuko salama, lakini sisi si, je? Ndio maana tunapaswa hata kutokuweka wingu zito ndani au nje ya nyuso zetu. Ni kweli hatufurahii na hatusikii kicheko, lakini mbele za Mungu hebu tujirudi. Mungu ni mkuu mwenye uweza na mamlaka na kusema ndiyo au hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninasimama mbele zenu kwa niaba ya mchungaji kiongozi. Alitamani sana kuja, lakini ameshindwa kama alivyosema mchungaji Witness, lakini naleta salamu za pole sana sana, pole nyingi. Kwa binti yetu Grace ambaye tumekuwa naye kwa muda wa kutosha hapa kanisani na mume wake Grace, tunakupa pole. Bwana Yesu akutie nguvu na kukufariji kwa sababu unalo tumaini. Ndugu wote waliopatwa na msiba huu, walio karibu sana na Grace kuna dada zake pale wawili wote wana wamepatwa na msiba huu sambamba na Grace. Na kama sikosei, kama ni macho yangu, sijui huyu ni baba na baba yake Grace. Baba, pole sana sana, tumpigie baba makofi, ametoka Dodoma Ameweza kuja kumpa binti yake pole kwenye msiba huu. Kwa hiyo pokeeni salamu kutoka kwa mchungaji kiongozi, na pokeeni salamu pia kutoka kwa Heshimendi Swai kwamba washirika wote poleni, marafiki zake Masudi, ndugu wa karibu, majirani, na watu wote ambao wamehusika na msiba huu. Ndio maana tuko hapa mchana huu wa leo kumtia moyo Grace pamoja na ndugu wote, kama tulivyosikia. Lakini nataka kusema kwako Grace, jitie nguvu, inua macho yako juu, mtazame aliyekuokoa na kukupa huyu mtu. Biblia inatuambia mwanamke ambaye ni mjane ni mume wa Mungu. Kwa hiyo Mungu amechukua nafasi sasa katika maisha yako baada ya kumchukua mumeo Masudi. Kubali hilo neno, lichukue hilo neno na umshukuru Mungu kwamba mapenzi ya Mungu yametimizwa kwa ajili ya mumeo. Ameenda kukaa na Bwana. Usijiulize maswali mengi. Usimfanye Mungu kwamba hana nafasi katika maisha yako. Mungu ana nafasi ya kwanza katika maisha yako, yeye ni rafiki yako wa karibu, amesema atakuwa mume wako. Liamini, ndivyo lilivyo, na neno la Mungu halitabadilika kamwe. Sisi tukiwa pembeni, yuko Mungu karibu na wewe, dada zako wakiwa pembeni majumbani mwao yuko Mungu karibu na wewe. Biblia, Zaburi mia moja ishirini na moja inasema, nitainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana, alizifanya mbingu na nchi. Ni kutia moyo Grace. msaada wa kwanza uko katika Bwana. Sisi wengine tunaweza tusitoe msaada unaotakiwa lakini yuko aliyeumba mbingu na nchi. Hata kupungukia na hata kuacha usiku wa manane, mchana, asubuhi, jioni, ukiwa mahali pa peke yako, ukiwaza mambo mengi, namba moja yuko aliye juu, aliyeumba mbingu na nchi, ambaye ni wa kwanza kumuwaza ili awe faraja ya kweli faraja zetu zinaishia kwenye akili Grace, wote tunaokupa pole zinaishia kwenye akili, lakini faraja ya Mungu aliye hai inaingia katika moyo, kwenye kilindi cha moyo cha ndani ambacho hakuna mtu atakayetoa. Hiyo ndiyo faraja ya pekee yenye uwezo wa Roho Mtakatifu, ikisema na we masaa yote, na utatabasamu na uso wako au takinda au taendelea kuinama, utainua macho, utamwangalia Bwana, utaendelea kumtumikia Mungu kwenye nafasi uliokuwa na unasimama kumtumikia Mungu, hatutakosa hatutakukosa, katika kwaya ya Victory utakuwepo, utaendelea kumtukuza Bwana. Utasema mimi narudi nyuma, niko peke yangu, no. Utaendelea mbele kama shujaa Ndipo utakaposhinda kama mumeo alivyoshinda. Kwa maana njia hii ni yetu sote, tunakwenda hakuna mwenye kupita njia nyingine, ni njia hii tu, wote tunakwenda. Kwa hiyo usi, usife moyo, tunatangulia, tunakwenda, tunakwenda kila mmoja kwa zamu yake. Simama imara, tumikie Mungu. Mungu atakuwa faraja yako na msaada wako wa karibu. Bwana Yesu akutie nguvu sana sana sana. Tumpigie Grace Masudi aendelee kuwa shujaa, apige makofi, kwamba huyu mwanamke atalegea, atakuwa shujaa, atasimama na Bwana atamwinua na kumtia nguvu. Tutasikia sauti yako tena ikiimba hapa kama ya mtoto mdogo, kwa sababu kipawa hicho kimetoka kwa Mungu na Mungu bado ana haja na wewe. Mungu wa mbinguni akubariki. Ninamfahamu Masudi toka mwanzo tulipokuja hapa. Masudi alikuwa kijana mdogo tulipofika mahali hapa na tumeenda na Masudi, akiwa mchangamfu, akiwa mshonaji hodari, akaingia kwenye kwaya ya Victory akipiga vyombo, kijana anayecheka, kijana asiye na maneno mtaratibu na mpole. Ikafika mahali Masudi nguvu zikapungua, akawa anashindwa ile namna yake ambaye ya alikuwa anaifanya. Ndivyo ilivyo kwa mwanadamu yeyote, hufika mahali nguvu hupungua. Tunapokuwa na nguvu, basi tumtumikie Mungu. Lakini mimi ninamshukuru Mungu kwamba Masudi alisema nakwenda kwa baba na akaomba, nasikia aliomba sana. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kama alivyosema mchungaji, ni wangapi wataweza kufanya kitu kama hicho? Si cha kawaida sana, ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu itufikie sisi pia, tuweze kuwa kama Masudi. Bwana Yesu awabariki kwaya Victory, poleni, Mungu awatie nguvu, mshikamane na grace Msimuwache hata hatua moja. Grace ni wa kwenu, ni wa kwetu, lakini ninyi ni wa karibu zaidi. na Grace, poleni, jitieni nguvu, simameni mara, mshikeni Grace, songa naye mbele. Mungu amwinue, Mungu amsaidie katika mapito anayo yapita. Mungu awabariki kwa huduma zenu. toka msiba ulipotokea hamjamwacha, endeleeni kumshika Esther. Mungu akubariki kwa huduma zote ulizozifanya kwa ajili ya dada yako pamoja na mume wako. Mungu aendelee kuwatia huo moyo wa kuendelea kumshika huyu dada ambaye yuko peke yake sasa. Violet, na mume wako, ninyi mshikeni huko, mko mbali, lakini umbali wenu usiache kumfikia Grace ambaye yuko huku. Tafadhali fundi usiache huo wajibu, utimize. Mungu anawatazama kaka, usiache kaka, usiache kaka, usiache. Baba amezeeka sasa, hawezi kutoka Dodoma. Wewe una nguvu, unaweza ukakimbia haraka kusikia sauti ya Grace, anasema nini? Kaka, fanya wajibu. Mungu awabariki.

chije tena kuwaua kazi hiyo ni ya shetani. tena kuwaua, kazi hiyo ni ya shetani. Yesu ni mchungaji

baridi atulisha majani mabichi na kutunyesha maji baridi. Kwa maana yeye yu pamoja nami, sitaogopa mabaya, kwa maana yeye yu pamoja nami sitaogopa mabaya, kwa maana yeye,

makofi kwa Yesu Kristo. Asante sana kwa